Asante sana kwayambo, umesubscribe kupitia katika YouTube channel yetu. Askofu Bagonza ameandika na kushia ujumbe dhidi ya mambo ambayo yamekuwa yakiendelea ndani ya taifa. Kwa mjibu wa kila alichokiandika Askofu Bagonza kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa Facebook amesema kwamba, tutoke chumbani tulale sebuleni. Bibi wa Kijaluo alijiandaa kwa safari ya kwenda mbali kwa miguu. Usiku wa kuamkia safari, alitoka chumba cha kulala na kulala sebuleni kisha akajiambia, hizo hatua nimezikamilisha. Kesho nitaanzia hapa sebuleni. Taifa letu lina safari ndefu mbele yetu. Tulishafika mbali, tumeporomoka na kupitiliza. Tulikuanzia ili tuweze kuanza tena. Na wasi viongozi wetu, tutoke chumbani tulale sebuleni ili kesho tuanze safari. Hebu tujaribu haya kwanza, asimame kiongozi wa kitaifa atamke kukomesha utekaji, watuhumiwa wakamatwe kisheria. Kutekana ni hulka ya serikali za kihalifu zinazoongozwa na magenge ya mafia na madawa ya kulevya. Mtumiwa kamatwe, umma ujue, na familia ijue, taharuki itaisha. Pili, tukipuuza namba moja, tunatayarisha maisha ya maaskari wetu, watu wetu, na hata viongozi na watumishi wa umma. Maaskari na wateuli wasio waaminifu wanatumia mwanya wa kuteka ili kukomoa, kulipa visasi na kujinufaisha. Serikali ikivunja sheria inawahamasisha watu kuvunja sheria. Kumbuka, mama mkwe akikuzingua unamzingua bintie. tatu, tumekosana kisiasa, tuwe na mwanzo mpya kwa kufungulia wote waliofungwa kisiasa. Siasa haijaisha, watatenda mengine, lakini kwa sasa waache tuzungumze. nne, komesha kuwindana mitandaoni. Jamani, eti hata kuwa na VPN kwenye simu ni sumu! Tunazidi kulipasua taifa kwa kuwindana kama digidigi serikali isiyokubali kushindwa na wananchi wake haiwezi kumshinda adui wa nje baba akiwa mkali sana na kutoa adhabu ya kutokula mama anawekewa chakula chooni watoto wake watundu serikali ikiri kwamba kuna kitu kilienda vibaya na watu wakafa bila ukweli wanabaki na donge sita mbwa akiiba kuku anailipa faini ni mwenye mbwa akiwa mjanja na akamkamata mbwa na kumleta kwa mwenye kuku na kumtandika fimbo za kutosha kesi inaisha kuku akishaliwa hakuna cha kubali yaishe serikali tafakari na kuchukua hatua kabla mwenye kuku hajadai kichwa cha mwenye mbwa si tamani siku hiyo ameandika hivyo askofu bagonza ameendelea pia na kusema kwamba saba kwa vyovyote vile hakuna adhabu kubwa kwa mwenye mbwa kuishi akimwogopa mbwa wake ni hatari zaidi kwa mbwa akitambua kwamba mwenye mbwa anamwogopa amani endelevu ni pale mwenye mbwa akijisimamia na kumhakikishia mbwa kuwa madaraka yake hayatokani na mbwa. Naye mbwa atakuwa mbwa bora akitambua kuwa hatima yake iko mikononi mwa mbwa wake. Tusiogopane, tuheshimiane. Nane, watu wengi wamehoji tume ya uchunguzi. Ukisikiliza kwa kufumba macho, unasikia ni tume ya kuwachunguza walioandamana. Gari letu limeibiwa, tunalitafuta mfukoni. Uma unasubiri tume ya kuchunguza walivyoandamana wakafa, kujeruhiwa au kupotea. Mi binafsi shida yangu ni viapo vyao visivyooza. Juzi nusu la mmoja kiapo cha JKT, sembuse hawa majenerali, maigp, majaji na kadhalika. Nitawashangaa wakijua wako huru. tisa. Kwa kuwa tunaamini fedha inashawishi watu kufanya wasichopenda kufanya, basi e, tuache kutumia fedha katika vikosi kazi vinavyosambaa nchi nzima. Havina uratibishaji mpaka vinavalisha watu misalaba uzali na makanzu ya mashee na kuwaita viongozi wa dini. Tumeshatenda dhambi mbaya, kuwa tusifanye kufuru kwa kutumia dini kusafisha uchafu wetu. Kuna siku shee atapiga alama ya msalaba msikitini kumi. Kuna kilio na kijembe kimezoeleka masikioni, kinahusu watu walio nje kuwa ni wachochezi. Kina kasoro nyingi na shauri kiachwe. Ei, watu si wajinga kushawishiwa wasichopenda. Kama huamini nawe washawishi wa kufuata wewe B. sio sifa njema. Kanakimbizi nje, tuifanye nyumba yetu kuwa ya wote, wema na wakorofi. c kubaki ndani si kigezo cha uzalendo. Kuna mijizi, mifisadi, michokora, miuza siri, miuzasiri za nchi na mirafi imejaa humu ndani. Mwisho tumeumizana kuliumiza taifa letu. Haitakuwa rahisi kurudi tulivyokuwa. Tunahitaji kuukubali ukweli ndipo tusonge mbele. Tutajidanganya tukifikiri kuwa baba huwa ashindwe kesi na watoto wake jenzini kizazi kingine. Naliombea taifa langu, naombea, naombea hata waliofika kuniteka wakakuta sipo. Wasikate tamaa, narudi upesi. Kama kutekwa kwangu kutarejesha taifa langu nililolipenda na kulitumikia kwa moyo wangu wote, niko tayari. Amezungumza na kuandika hivyo Askofu Bagonza.